Hawezi akajua vitu kwa sababu tunajifunza kwa kusikia, ndio tunaweza tukajifunza lugha, tunaweza tukajifunza kutamka eh, vitu mbalimbali. Somo la leo linasema afya ya masikio na usikivu. Tuseme wote, afya ya masikio na usikivu. Sasa basi. Eh, sikio, sikio ni nini na lina kazi gani? Muundo wa sikio ukoje? Leo nitawaelekeza kwa haraka na mtapata kitu hapo kwenye sikio, lakini pia tutaenda kuangalia kazi za sikio, tutaenda kuangalia sehemu muhimu sana ambayo ndiyo, eh, kipengele muhimu katika somo hili ambalo inasema vitu au tabia hatarishi, mambo hatarishi yanayoathiri afya ya masikio na usikivu. Hii ndio sehemu muhimu sana katika somo la leo. Sasa basi, uh, sikio ni kiungo cha binadamu ambacho ni moja ya milango mitano ya fahamu kinachohusika na usikivu. Pamoja na kazi nyingine ya sikio ni nini? Maana watu wengi wanajua usikivu. Kuna mtu anafahamu kazi nyingine ya sikio? Kazi nyingine ya sikio mbali na usikivu ni kuweka mwili katika msawazo, yaani nimesimama hivi kwa maana sikio langu eh, lina linashirikiana na ubongo kuniambia kwamba hapo uko sawa. Sikio likipoteza uwezo wake wa kufanya kazi nitaanza kuona kama ninayumba lakini pia naweza nisiwe na yumba lakini ninaona kama sehemu zilizonizunguka zina, zinazunguka eh, tunaita kizunguzungu. Sasa hizo ni kazi mbili kubwa za sikio. Sasa eh, muundo wa sikio ukoje? Sikio lina sehemu tatu, limegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni hili la nje unaloliona, eh, sehemu ya pili ni, ningepata hii picha yes. Kama mnavyoona hili ni sikio tumelikuza, kama inaweza ukalipunguza kidogo eh, hii ndilo sikio la nje linaanzia kwenye hili unaloliona, linakwenda na hii njia eh, mpaka kwenye ngoma ya sikio. Hii ni ngoma ya sikio, hapa ndipo sikio la nje linaishia, hili lote ni sikio la nje. Lakini tuna sikio la kati ambalo kama mnavyoona lina vifupa hapa. Eh, nilisema awali toka juzi kwamba eh, sayansi ya Mungu au Mungu injinia ya Mungu huwezi ukaioditi. Sasa aliweka hivi vifupa vina kazi yake kubwa sana. Kwa maana ninavyoongea hivi lazima sauti ikuzwe ndio iweze kufika sikio la ndani. Sasa sikio la kati ndio hili, linaanzia kwenye ngoma ya sikio mpaka hapa. Kuanzia hapa kwenda huku ni sikio la ndani. Kama unaona, sikio la ndani lina sehemu mbili. Kuna hizi koili, lakini pia kuna zile eh, duara tatu, moja, mbili, tatu. Hii koili ndizo zinahusika na usikivu. Hizi koili kama konokono, kama kono. Zile za juu zinahusika na msawazo wa mwili. E, kama unavyoziona zile zimekaa katika nyuzi tisini. E, kama moja imekaa hivi, nyingine imekaa hivi, na ya tatu imekaa yani zimetengana, zime, zime kwa nyuzi tisini, kiasi kwamba kuna moja inahusika na mtu akiwa anakwenda juu, nyingine inahusika na mtu akiwa anakwenda mbele ama anarudi nyuma, nyingine inahusika na mtu akiwa na mwendo wa kuzunguka. Halo. Sasa basi, zikipata shida zile, ndio ile mtu anapata kizunguzungu, anaona kama eh, nyumba inageuka juu chini, zile pale tatu zile za juu. Lakini pia kuna neva za fahamu ambazo zinachukua sasa taarifa, zinapeleka kutafsiri katika ubongo. Sasa basi, Huu ndio muundo wa sikio, Kwa, kwa ufupi tu. Hii njia ya sikio ambayo ni sehemu ya sikio la nje humu kuna mishipa ya fahamu mingi sana katika hii ngozi ya sikio. Ukiingiza hivi kuna, ngozi, kuna, kuna mishipa ya fahamu mingi sana, ambapo hiyo mishipa ya fahamu ina kazi zake. Sasa basi, uh, kazi za sikio ni nini? Kama nilivyowaambia kazi za sikio ni usikivu na kubalansi mwili, kuweka mwili katika msawazo uh, lakini pia kwenye sikio la kati kuna hiki kitu, kama mnakiona, hiki kinaita kinaitwa mrija. Niliwaambia kuna mrija unaunganisha sikio la kati na koo. Ukipata mafua unasikia sikio limeziba. Kwa nini? Kwa sababu huu mrija unakokuja kooni ni nyuma ya pua, huku ni nyuma ya pua, unakuwa na wenyewe unapata ule uteute wa kamasi na unaziba, ama kama kuna vimelea vinauziba, hii inapelekea huu mrija kushindwa kufanya kazi zake. Kazi zake ni zipi? Kazi yake ya kwanza ni kufanya hewa ya hapa na hewa ya kooni vilingane, visizidiane. Lakini kazi yake ya pili ni kutoa uteute unaozalishwa katika sikio la kati na kuleta kooni, na wewe umeze huo uteute kama uchafu. Eh, kazi nyingine ni kulinda sikio kwa maana eh, ndani ya sikio kama kuna wadudu, lakini hii tubu hairuhusu wadudu kutoka kooni kwenda katika sikio, lakini wakati, kuna wakati tuko tunapopata shida, labda asidi imepanda ukipata mwasho wa areji hili hihu hi, mrija pia unaweza ukapitisha hiyo shida ya muwasho na ukasikia muwasho kooni na masikioni. Hii ndio sababu unaweza unapata shida ya muwasho sikioni lakini pia ah, amini muwasho kooni na muwasho unaenda mpaka sikioni. Hiyo ndio sababu huu mrija. Sasa basi, eh, ninaomba nipate picha ya huo mrija ili ah, wanaotizama waweze kuelewa. Huu ndio mlija tunaouongelea, umetokea sikio la kati kama mnaliona, umekuja kufungukia kooni, na hii inapelekea kutokea hizo eh, shida nilizowambia. Kama kooni itapata shida na sikio nalo linapata shida, kwa maana imeunganishwa na huu mlija, na kazi zake ndizo kama nilivyosema, lakini pia sikioni pamepita mshipa wa fahamu mkubwa sana. Eh, kama anaweza kupata picha nyingine, eh, mshipa wa fahamu ambao una, una, unatokea sikioni na unatokea hapa pembeni ya, ya, ya, ya sikio eh, kama mnavyouona, huu mshipa ndio unatusababisha uso huu unaweza ukasmile, unaweza ukakunja uka, uka, uka ndita hizi, unaweza ukabrow yani uka, uka, ukafanya mashavu namna hii eh, huu mshipa ndio unaofanya hizo kazi. Huu mshipa kwa kitaalamu tunaita facial nerve, ni mshipa wa fahamu ambao unakusababisha midomo yako icheze. Sasa basi, ikitokea shida kwenye sikio, huu mshipa nao huathirika. Lakini huu mshipa pia umepita kwenye tezi la mate, tunaliita parotid gland. Hili tezi la mate liko maeneo haya. Ikitokea hili tezi limepata shida yoyote ya uvimbe, saratani, huu mshipa nao unaathirika na ukiathirika huu mshipa eh, inapelekea mtu kupinda mdomo, mtu kushindwa kufunga jicho, mtu kushindwa, hawezi kunanili kukunja hizi, hawezi ku, ku, ku, kuweka mdomo sawa sawa. Kwa hiyo ni huu mshipa, na huu mshipa unaingia sikioni. Sikio likipata maambukizi, huu mshipa nao unapata shida. Kwa hiyo usishangae, una shida ya sikio lakini hizi eh, uso mmoja unakuwa kama umeangukia upande mmoja shida ni huu mshipa ambao unapita sikioni. Sasa basi, e, tuangalie mambo gani ambayo ukifanya katika sikio lako e, yanakuletea shida ya kupata matatizo ya masikio. Watu wengi wamekuwa na kawaida, shida yoyote ya masikio anaenda duka la dawa, wanampa dawa ya kudondoshea matone, anaweka roho Mkome, mwache hiyo kazi. Sio kila shida ya sikio inatibiwa na dawa za matone. Kuna shida za masikio ambazo, au magonjwa ya masikio ambayo ukiweka dawa za matone unakuwa ni kama umepa, una, umelima shamba unalipalilia na kulimwagilia, wadudu wale wanamea sana. Mfano wake ni fungus. eh haturuhusu. Kuna magonjwa ambayo tunaruhusu kuweka dawa ya matone, kuna ambayo haturuhusu kabisa kuweka dawa ya matone. Kwa hiyo uache kutumia dawa za matone kwa holela holela. Yani unaenda tu unachukua dawa ya matone unaweka, unakuja kukuta sikio lako lishafika hatua mbaya. Lakini pia sikio linapata miwasho, sikio linapata miwasho, na watu wengine wanafikiri ni, ni vizuri likiwa linawasha anatumia chochote alichonacho eh? Yani, sikio linawasha, mtu ana peni kama hii anaingiza anaanza ku, ku, ku, kupunguza muwasho. Hivi kwa mfano mtoto anakimbizana akagonga huu mkono, unahisi sikio hilo litapona? sikio hilo lita, hii peni itaishia kwenye ngoma ya sikio na italitoboa itatoboa ngoma ya sikio kama wakigonga. Lakini pia unapokuwa unaingiza kitu kusafi kwa kuweka hivi au kusafisha, wengine uh, wanasafisha wana ili kutoa ile nta inayozalishwa, unapelekea sikio ili kuondoa nta, ambayo ile nta inatusaidia kwenye ulinzi. Ile nta Mungu ameruhusu izalishwe kwenye sikio kwa sababu ina kazi nyingi nta inalinda sikio dhidi eh, ya vimelea eh, wangapi wanaijua nta ya sikio, ina nata, si ndio? iko brown hivi. Sasa basi, ile nta inalinda sikio dhidi ya vimelea, bakteria, virusi, fangasi. Ukiitoa ikiisha, aidha kwa pambastiki ama kwa peni, wengine wanaingiza funguo, wengine vijiti, wengine basi tau fulani. Sasa basi ukiitoa ile nta ikiisha, unaliacha sikio lako uchi halo? Hey, unaliacha sikio lako bila ulinzi. Lakini pia wakati unaingiza vitu, unaweza ukachubua ngozi ya sikio hey? Ile picha ya kwanza tunaweza kuipata tena, una, una, unachubua ngozi ya sikio ya njia ya sikio hii kwa hiyo kama umeingiza funguo kijiti unaweza ukachubua sehemu yoyote hapa, na ukatoa njia ya bakteria kuingia na kukuletea shida ya masikio. Sasa basi, nta ya sikio haturuhusu kuitoa, lakini pia wakati unajaribu kuitoa unaweza eh, ukaisokomeza ile nta, ukaisokomeza ikaja mpaka ikagusa hii ngoma ya sikio. Tunasema ngoma ya sikio haiguswi na uchafu, ndio maana Mungu aliweka nta ili ilinde ngoma ya sikio isifikiwe na uchafu. Kwa hiyo uchafu wote unaoguswa na nta, I mean unao unaonaswa na nta vimelea vumbi, unakuwa haufiki kwenye, kwenye ngoma ya sikio. Unapoingiza kitu unakijaribu kuutoa unausukuma zaidi, ukiusukuma zaidi unafika mpaka kwenye ngoma ya sikio, na hiyo ngoma ya sikio itakuwa nzito sana na utapoteza usikivu, utakuwa unasikia kama sikio limejaa maji. Kwa hiyo tuache kuingiza chochote. Hata pamba stiki haturuhusu kutumia kusafisha sikio. Naomba kila mtu aweke kidole hiki kidogo katika sikio lake, alafu jaribu kuwa kama unatafuna, fanya mataya yako kama unatafuna, unasikia unakigusa eh? hivyo ndivyo sikio, ndio njia mojawapo ya sikio eh? njia zinazotumia kutoa uchafu taratibu, na linatoa kutoka ndani kuja nje. Wewe unachotakiwa kusafisha ni hili la nje, uko ndani Mungu alishaweka njia za kusafisha. Amina. Lakini pia tuna matumizi ya I mean, kuna watu ambao wanapiga watoto, eh, watu wazima wanapigana mke na mume, mke mume anampiga mume. I say usipige ngumi huku, utatoboa ngoma ya sikio. Yani ile ngoma ya sikio huwezi kuamini, ni nyepesi eh. By the way, usimpige mwenzio bwana. Lakini pia ukipiga mtoto, Biblia inasema usimnyime mapigo, ukimpiga kwa fimbo hata kufa hawajasema. Ukimpiga ngumi piga, tafuta fimbo, mchape, usimpige kofi wala usimpige ngumi, hiyo tu inatosha kutoboa ngoma ya sikio. Kuna mtu aliwahi kuja hospitalini anasema sijui, eh, ni boyfriend sijui ni mme amemchoma na na bisibisi, kweli na kweli imetoboa kwe ngoma ya sikio. Sasa basi bisibisi, eh, sawa amekuudhi, lakini alikuwa mailavu wako, si ndio? Usifanye hivyo maana unahatarisha afya ya masikio yake. Lakini pia kuna ajali, kuna watu wanapata ajali na inapelekea sikio kuumia, ngoma ya sikio inatoboka. Dalili za ngoma ya sikio kutoboka, utaona maumivu makali, utaona inatoa damu sikio, lakini pia usikivu utaona unapotea. Hizo ni dalili za haraka za ngoma ya sikio kutoboka. Lakini pia kufanya kazi au kukaa kwenye makelele, kuna watu wanakaa klabu kila usiku, kuna watu ambao ni ma DJ manini. Hii bwana inaathiri usikivu wako kuna shida ambayo kitaalamu tunaita noise hearing, uh, noise induced hearing loss. Hii ni makelele yanayopelekea usikivu kupotea. Lakini pia eh, sehemu zetu za kazini, viwandani na nini, hizi ni sehemu ambazo tunapaswa kuongea na waajiri wetu waweze kupunguza athari za makelele, aidha kwa kutupa vilinda masikio ama kwa kupunguza utafuta mashine ambazo hazina makelele sana. Lakini pia matumizi ya earphone, kuna watu ambao zile earphone viwandani wameweka sauti ifike sehemu fulani eh, inakuambia kwamba hapa unapoelekea utaharibu usikivu wako. Ah, watu wanasema kwenda wanaongeza mpaka mwisho alo, baada ya muda utakuwa na shida ya usikivu. Lakini pia kuogelea bila kuweka vitu vya kulinda masikio unavyoogelea unapiga mbizi, eh, maji yanaingia masikioni, yanaingia na wadudu, na kuna ugonjwa tunaita eh, swimmer's ear, ambayo eh, sikio linakuwa limeingia wadudu. Hiyo unawapata sana watu wanaoogelea. Lakini pia kushuka kwa kinga ya mwili kwa magonjwa ya VVU, lakini pia na eh, shida ya sukari hii pia inapelekea eh, kupata vimelea katika masikio na vikaathiri usikivu e, kuna wale ambao wanatumia njia ya anga, pia nayo unaweza ukashangaa, umeshuka kwenye ndege na umepata shida ya usikivu. Hii nitaendelea kuielezea katika kipindi kijacho. Kwa leo ninaomba niishie hapa na niwakaribishe sana katika kipindi kijacho. Nitaendelea kuelezea mambo ambayo yanaathiri afya ya usikivu. Amina.